Na asante sana kwa kuendelea kutizama Nipashe. Nasi tukiendelea kufahamisha, tulokuandalia ni kwamba familia za vijana wanne waliopigwa risasi eneo la Marani, kaunti ya Kisii, zinazidi kulilia haki na kupinga vikali taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi wa kaunti ya Kisii Charles Kasses, kwamba vijana hao waliouawa walikuwa majambazi sugu. Familia hizo zinashikilia kwamba vijana hao hawajawahi kuhusishwa na uhalifu na kama kuhusiana na tukio hilo ambapo polisi waliwapiga risasi vijana hao, ni machungu ya kumpoteza mpendwa wao. Familia hii ya kijana mmoja aliyepigwa risasi Ijumaa na maafisa wa polisi kwa madai ya kuwa miongoni mwa majambazi, ikilemewa na majonzi. Mtoto huwezi rudi aki. Ezra Gichana, kijana ambaye alikuwa yatima alikuwa mhudumu wa tuktuk -tuk eneo la Kisumu na alikuwa ametembea kijijini humo pamoja na rafiki zake kujivinjari, penye alipokuwa mwisho kwamba uh, baada ya mzozano walikuwa nao eti na wakaita polisi kwamba ni wezimrazii Yanga, kilomita mbili kutoka eneo la Sombogo, tunakutana na familia ya Christopher Nyaseti. Tanzia imegubika familia hii pia. Uchungu ulioko hapa hausemezeki. Baada ya kufuzu kutoka chuo kikuu karibuni, Christopher alipata barua ya kuanza kazi hapo jana. Barua hiyo ikiongeza huzuni ya familia yake, ambayo ndoto ya maisha ya kubadilika imezimwa. Nataka tu serikali itusaidie, hatuna njia nyingine tukutubu. Unaweza kumkimbisana na watu mwizi wangu yuko kamili anaenda kuiba na tukutuku So hii ni kutaka kutumaliza na kumaliza watu alafu na watuwekea mambo ya uongo. Ni katika eneo hili la Sombo ambapo wanne hao walikumbana na mauti yao, maafisa wa polisi wakiwamiminia risasi papa hapa wakiwa ndani ya tuk-tuk. Familia za waliopoteza wapendwa wao zikikinzana na taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi kwamba walikuwa majambazi, wakitaka haki kutendeka. Wanne hao walikuwa ni Ezra Gichana, Christopher Nyaseti Finley Omandi na Masi Nyaboke, familia zao zikishikilia kuwa waliuawa kimakosa na kuwa huenda mzozo wa kimapenzi ulichangia vifo vya vijana hao. The suspects started shooting at our officers. And fire exchange ensued and whereby four suspects were fatally injured. Alafu wanasimama imara kabisa katika runinga kutoa uchumbe wa uongo kabisa kwamba hati ni majambazi sugu. Majambazi sugu sio watu wanatembea na tukutuku. Mamlaka ya kusimamia utendakazi wa polisi, IPOA, tayari inachunguza tukio hilo, miili ya wanne hao ikihifadhiwa katika makafani ya hospitali ya Marani. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.